Imetoka kuangalia vyakula ambavyo ni rafiki vitakavyosaidia kuwa na neurotransmitter madhubuti kwa kusaidia kuwa ni emotional regulation makini. Hapa kuna vyakula ambavyo vinaathiri afya ya akili, food that may worsen your mental health, those food that can trigger or can aggravate your mental condition. Vyakula ambavyo vinaweza vikachochea afya yako ya akili ikaingia mgogoro, vikachochea maradhi mengine hata akanyuka ninyi yeah, but... mnajua, natumia tumia nyingi vyakula vya viwandani, vinwaji vinyuminika vya viwandani vinahii kituvipaya eh, kwa sababu ndani yake vitachokoza blood sugar kwenda kuspark, itanyanyuka na kutengeneza matatizo mengine na kuleta mood swings, na ndio maana siku za karibuni tunatia shime watu waishi wakiwa na ile mazingira ya sugar free, usitumie sukari eh, usitumie sukari. Kuna nchi moja nilienda, wanakupa chai afu hiyo chai yao yenyewe haina sukari, ila wao ndo wanaita chai. Nikasema hii chai nzuri, tukiizoea hii tutaishi vizuri. Lakini kingine ni processed food, vyakula ambavyo vimepitia. Kuna vingine kama Eh, ikana umetumia rule ni access use the color. Kuna mwingine kwa access ndio yenyewe kwa mwingine, ina increase inzati, ina disrupt sleeping, na wengine wanatumiaga cafe caffeine kwa ajili ya kumfanya asilale sana na vitu kama hivyo. The other slide, naomba si slide nyingine hapa. Tunakutana na alcohol, pombe. Hii ni present ina be present effect Utakuja kugundua watu wengi wanatumia pombe kwa kuwa wameshindwa kuhimili hisia zao, na pombe ndani yake na uraibu na uraibu ndani yake umeficha mambo kadhaa. Umeficha kwamba huyu mtu waamini anaishi kwenye dunia iliyochangamka kwao, lazima aje pombe ili aikontrol hiyo dunia, au anapitia emotional things, anapitia mambo like, ya kihisia yaliyomuumiza sana, kwao inabidi yakandamize yale mambo kwa sababu ya Mungu akandamize kutumia pombe sababu ina depressant Yes. <todicumpe> au anapitia historia na kumbukumbu za maumivu, mateso na masumbufu yake katika historia ya maisha, tunasema traumatic events mbalimbali, kwa inabidi azikandamize kwa kutumia pombe, na hii ina disrupt neurotransmitters, itavuruga namna yake anavyofanya kazi. Nilikwambia kuna serotonin, lakini pia kuna uh, uh, dopamine. Lakini kuna nyingine tunaita artificial sweetener. Yaani, vitu ni vitamtam, lakini hujui vilianzia wapi hii eh? ina alter gut bacteria, na kama ita alter gut bacteria, wale bacteria watu wa wa tumbo wanaofanya kazi wanafanya mimengenye waatuuua watatengenezewa, watatengenezewa wa, wa, mazingira tofauti koamoja, kwa moja hata utengenezaji wa wa, wa, wa kemikali madhubuti mazuri nzuri litatengenezwa katika namna ambayo isio ya kawaida kuhusu ya kwamba kwa wenye pia watatengeneza katika namna sio kawaida, na kama itakuwa hivyo, obviously itakuwa affect mood yako, itakuwa athiri na mood yako, na umi imetoka ikapita mood yako. Lakini kuna kitu kingine tunaita gluten insensitive in individual. Kuna baadhi ya watu inaweza ka cause inflammations na kutengeneza kitu kinaitwa mental fog, hiyo ongea ongea sana. Au sabatoni tunazitumiaaga zingine hizi, sasa tutazijadili hapo mwishoni. The other slide. Nutritional considerations for specific conditions. Hapa nazungumzia mtu ambaye tayari ana maradhi ya akili. Mtu ambaye anapitia changamoto ya afya ya akili. Huyu wakati anatumia dawa, wakati anapata social support, wakati anaishi na watu kwa jamii, zinazotakiwa basi atumie ili hali yake pia izidi kutengamana hata kama anatumia dawa hata kama anapata support ya kijamii. Turn to the other slide. For example, mtu mwenye depression, mwenye sonona. Anaweza kabenefit sana akitumia vyakula vya hivi vyenye omega 3 zaidi. Vyenye folate ambavyo vinamsaidia kuongeza zile iron. Na tuliona iron inasaidia nini kule mwanzo. Vitamin D zote hizi ni sehemu ya protective factors kwake. Hata kama anatumia dawa, lakini vyakula vyake mwenye mwenye depression vina vina hizi nutrients itamsaidia pia za kuweza kudive safely na social tablets zake anazozipitia. Kwa mtu mwenye nzati tashwishwi, magnesium b complex, na kuna nyingine tryptophan, hizi zinaweza zikamsaidia mtu mwenye changamoto, au watoto mara nyingi ADHD, ingawa pia kuna ADHD za watu wazima, attention deficit hyperactivity. Omega 3, zinc and iron zimeonyesha zinasaidia sana kuimpuvu hali yake kwa wazima vinyi vinyi vitamini hivi, e kwa kiasi kikubwa. The other slide naiona, tunazungumzia tunazungumzia vyakula vya mtu ambaye tayari ana mental health conditions ambavyo akitumia at least itaendea ku boost. Mtu mwenye changamoto ya bipolar, ah uh, anahitaji uh, stable uh, blood sugar level kwa utakuja kugundua vyakula ambavyo vinaweza vikavuruga vuruga blood sugar level yake, inaweza ikamvuruga. Tuliona kule kwamba utumiaji wa sukari unafanya mtu anapata mood swings kubwa sana. Ofichi kwa mtu wa bipolar, tabu yake itakuwa kubwa. Mtu mwenye schizophrenia eh, tafiti za karibuni zinaonyesha kwamba anti-inflammatory diet inaweza ikamsaidia sana kutrigger hali yake na kumsaidia kuweza kuwa na condition nzuri ya kujicontrol katika mazingira yake. Haya that... mambo ni fa tukipata muda tutayaongea moja baada ya nyingine independent. Moja baada ya nyingine independent lizi, msidi kunielewa. So far twende hivyo hivyo, hii tuende nayo sawa. The other slide. Unaiona children with poor nutrition. bado nasubiri kwangu mimi ibadilike huko. The other slide. Okay, imeandika children with poor nutrition yeah. My nutrition and mental health, mambo ya utafia mlo tabia mlo na afya ya akili, the impact of nutritional deficiencies. Hapa hoja nzima, twende tu slide nyingine. Hoja nzima hapa tunaanzia kuanzia mtoto huenda akiwa toka tumboni lakini pia amezaliwa kuanzia zero mpaka tano, na vitu vingine, ingawa kuna manutrition pia kwa watu wazima, lakini tunapambania sana watoto wasipate changamoto manutrition. and mental health mambo ya utapiamlo na afya ya akili, hasa katika hoja nzima nutritional deficiencies. Uh, kikosa uh, virutubisho kikosa virutubisho kikosa virutubisho leada slide Yeah, yeah, kwamba watoto wenye, wenye, wenye, wenye, wenye, wenye, wenye kupewa chakula ambacho hakina virutubisho vizuri watapata wa, wa, changamoto katika, tunazungumzia swala zima la utambuzi, tunazungumzia swala zima la kumbukumbu kumbu, e, na ulimwengu unaomzunguka ake na mazingira yanayomzunguka, cognitive abilities mbalimbali, maamuzi, decision making ya vitu fulani, memory loss. Lakini hata niliongea mara ya kwanza, mambo ya malnutrition, utapiamlo, pia hata watu wazima pia wanapitia na yeye pia atakuwa na hiyo changamoto, uchovu uchovu hapa na pale, kwa mtu fulani mkali mkali na kukasirika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo undernourishment affecting brain chemistry leading to poor emotional control, the same. Kwa sababu kama uli vyakula ambavyo ni madhubuti, ni very obvious, ni very very obvious obvious, hauwezi kuwa na matumbo imara, hauwezi kuwa na matumbo madhubuti. Matumbo madhubuti yanatokana na ulaji wa nutrients ambazo ni madhubuti, virutubisho madhubuti itakusaidia brain chemistry yako itakuwa vizuri, kwa sababu vitazalishwa vikemikali vyenye mimeng'enyo ambayo ni imara, vitakuja vitakontrol vizuri hali yako ya ubongo, brain chemistry itakuwa vizuri. Tuendelee, special consideration na damu yote tunafahamu, wengine wote Angalia kwa vijana adolescent, vijana wale ambaye, huyu sio muda wote anasikiliza cha baba na mama, anataka kujiamulia kulingana na content alizozipata, alivyoshamilishwa, alivyokuuzwa. Sasa wengi, kuna changamoto, ndio maana tunaita ni special group, ambapo linahitaji special consideration, group maalum, kundi maalum lenye kuiti, yaani ni kundi lenye mahitaji maalum, naweza nikasema hivyo, literally kwa hawa ni vulnerable group ambao pia wana nutritional needs zao za kipekee tofauti na makundi mengine eh, anakula nini huyu mama mjamzito huyu kijana anakula nini? Sasa hizi au yuko chuo tu anakula mkate tu asubuhi mchana jioni, anabania hela anakula chips tu huyu, asubuhi chipsi mchana chipsi jioni chipsi, chips anakula nini huyu? mama mjamzito anakula nini? Anakula muhogo tu. Sasa huyu atakuwaje huyu? Sasa adolescent wanahitaji they need extra nutrients for brain growth, kwa hiyo italinki kwenye depression na nini. Mnajua vijana adolescent hawa umri wa ambasada ambasada hawa uwikindo wako vyovyo, sio certificate diploma huku minini wanakula vyakula dhaifu kuliko maelezo kula vyakula dhaifu kuliko maelezo. Ehe, na ukichunguza utaona wengi wana mudi swing ya kufa mtu, mudi swing yao sio ya nchi hii, ngumu sana kwa sababu wanakula vitu dhaifu kabisa na nyinyi mnaona wanakula vitumbua viwili, hawezi kutoboa huyu, hawezi kuwa imara.